Na moja kwa moja tuanze kuangazia ugonjwa wa kwanza ambao ni kisukari. Ugonjwa wa kisukari unaweza ukajitibu kupitia majani ya mti wa mlonge, majani ya mlimao pamoja na maganda ya maboga. Unayafahamu maboga, maganda yake yale? Basi ni dawa nzuri ya kisukari. Cha kufanya, tumia juisi ya majani ya mlonge Chemsha majani ya mlonge, ukishachemsha, kunywa kikombe kimoja kutwa mara mbili, asubuhi na jioni, au chemsha maganda ya maboga na unywe maji yake kikombe kimoja kabla ya kula. Maboga yale maganda yake ya nje yale, ukiyachemsha vizuri, pata vuguvugu, kunywa kila siku kikombe kimoja kabla ya kula chakula, ama ukiamka tu asubuhi na mapema, kunywa. Ni tiba nzuri mno ya ugonjwa wa kisukari. Tuangazie ugonjwa mwingine, ni shinikizo la damu, wazungu wakiita high blood pressure. Tiba yake ni kitunguu saumu, majani ya mpera na tangawizi. Chemsha majani ya mpera kikombe kimoja na unywe mara moja kwa siku. Lakini pia unaweza ukatumia kitunguu saumu kila siku, kula punje mbili shinikizo la damu litakwenda kuondoka. Tatu ni vidonda vya tumbo. Tiba ya vidonda vya tumbo ni ufuta, majani ya mlonge, asali pamoja na mzizi wa mti wa mnyonyo. Cha kufanya, tafuta asali yako mbichi, tafuta na unga wa ufuta, changanya asali na ufuta ambao umesagwa alafu tumia kula kijiko kimoja kutwa mara tatu, yaani asubuhi, mchana, jioni. Kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, huu mchanganyiko utakusaidia sana. Na kwa kuanza, anza kutumia kwa siku tatu, alafu cheki matokeo yake uone. Lakini pia mzizi wa mnyonyo ni tiba nzuri ya vidonda vya tumbo. Tafuta mti wa mnyonyo, chimba mizizi yake ile, alafu chemsha, kila siku kunywa kikombe kimoja kutwa mara mbili asubuhi na jioni, vidonda vya tumbo vitakwenda kuondoka. Mizizi ya mnyonyo ni tiba nzuri. Nne, ni kikohozi cha muda mrefu. Unaumwa kikohozi, una kifua, tiba yake ndugu yangu nikwambie, tangawizi, asali, kitunguu maji, mwarobaini ni tiba. Chemsha tangawizi, changanya na asali humo, tumia kutwa mara tatu kunywa kikombe kimoja cha robo, asubuhi, mchana, jioni, kikohozi kinakwenda kuondoka. Lakini pia unaweza ukachemsha majani ya mti wa mwarobaini, ukawa na kunywa pia asubuhi, mchana, jioni, kikohozi kinakwenda kuondoka. Lakini pia tumia kitunguu maji, unaweza ukasaga kitunguu maji kile, alafu kunywa kijiko kimoja kutwa mara mbili, asubuhi na jioni kikohozi kitaondoka tu. Tano, nikupe hapa tiba ya minyoo. Je, una minyoo? Nikwambie tiba yake ni mbegu za papai, maganda ya komamanga, majani ya mpera pia ni tiba. Tumia unga wa mbegu za papai kijiko kimoja, weka kwenye maji ya uvuguvugu alafu uwe unakunywa kila siku mara moja. Tumia kwa siku tatu hadi tano. Changamoto ya minyoo itakwenda kuondoka. Tumia hivyo hivyo hata maganda ya komamanga yale, ukisha yakausha vizuri, ukatia kwenye maji ya vuguvugu, tumia, minyoo inakwenda kuondoka. Ama chemsha majani ya mpera. Baada ya kuchemsha, ipua, yakipata vuguvugu, kunywa kikombe kimoja asubuhi na jioni, changamoto ya minyoo itaondoka. Lakini sita, kama una uvimbe maji tumboni ama ini kujaa maji dawa yake ni majani ya mtopetope pamoja na mzizi wa mtunguja mwitu, ama wengine tumezoea kuita mtulatula. Kwa hiyo kama una uvimbe maji kujaa tumboni ini kujaa maji, basi tiba yake ni hiyo. Tafuta majani ya mtopetope au mizizi ya mtulatula, wengine wakiita mtunguja mwitu. Chemsha mizizi ya mtulatula, alafu huu unatumia kunywa kikombe kimoja kutwa mara mbili tumia kwa wiki mbili, changamoto ya maji tumboni, ini kujaa maji, uvimbe itakwenda kuondoka. Hivyo hivyo pia chemsha majani ya mtopetope, alafu wewe unakunywa kila siku vikombe viwili, yani asubuhi kimoja na jioni kimoja. Tumia hivyo kwa muda wa wiki mbili, utakwenda kupona changamoto yako. saba. Dawa ya kuweka homoni sawa kwa wanawake ni mwanamke umeambiwa homoni zako hazijakaa poa, hazijakaa sawa. Sasa dawa ya kuweka homoni sawa ni mlongelonge, lakini pia mbegu za fenesi ni dawa pia, lakini pia hata magome ya mdalasini na yenyewe ni mazuri pia kwa kuweka homoni sawa kwa wanawake. Tumia unga wa mlongelonge, weka kijiko kimoja, tumia kwa kunywa. Lakini pia unaweza kuchemsha mbegu za fenesi, maji yake yale tumia kwa kunywa homoni zitakaa sawa. Au mbegu za fenesi zikaushe, saga unga unga wake ule, chemsha maji ya moto, acha iwe vuguvugu, tia unga huo kijiko kimoja, tumia kwa kunywa. Lakini pia tumia kwa kunywa mdalasini, tafuta mdalasini, chemsha kunywa huo mchemsho mara kwa mara, hii itakwenda kuweka homoni yako sawa, ewe mwanamke. Nikupe pia tiba ya magonjwa ya ngozi. Ngozi yako ina mapele ama ina vipele, ina fungus. Tiba yake ni majani ya mti wa mwarobaini ama majani ya mti wa chai, lakini pia mchai chai pia ni dawa. Chemsha majani ya mwarobaini, ukisha chemsha tumia hiyo kumwogeshea mgonjwa ama wewe mwenyewe mgonjwa, oga kupitia maji yayo yakiwa vuguvugu. Chemsha majani ya mwarobaini ya kutosha, acha yapoe, yakiwa vuguvugu oga hayo maji lakini pia unaweza ukachemsha hata majani ya mchaichai, ukayachemsha pia vizuri. Yakisha poa, tumia kuoshea sehemu yenye changamoto. Kama kuna mapele, vipele, kuna fangasi, tumia mchaichai kuogea ama kuoshea eneo lenye changamoto, utakwenda kupona. Lakini mti wa chai pia ni dawa, unaweza ukatumia hivyo hivyo kuchemsha majani yake. Yale ni tiba nzuri kwa magonjwa ya mapele, vipele pamoja na fangasi tisa, ni kupe hapa tiba ya ugonjwa wa malaria. Unaumwa malaria, mwarobaini ni dawa. Majani ya mwarobaini yale, au mzizi wa mchaichai ni dawa. Tafuta mizizi ya mti wa mwarobaini, chemsha alafu tumia kwa kunywa kikombe kimoja kutwa mara mbili, tumia kwa siku tano, malaria itakwenda kuondoka. Kumi, nikupe hapa tiba ya ugonjwa wa figo. Kama unasumbuliwa na magonjwa ya figo tafuta majiani ya mti wa mpapai, tafuta majiani ya mti wa mpera, tafuta majiani ya parachichi. Yote ukiyapata hayo changanya, alafu chemsha: majiani ya papai, majiani ya mpera, majiani ya parachichi, changanya, chemsha. Huo mchanganyiko uwe unakunywa kikombe kimoja kutwa mara mbili, asubuhi na jioni, tumia kwa wiki moja hadi wiki mbili, changamoto ya figo itakwenda kuondoka endapo ukitumia huu mchanganyiko. Kumi na moja. Una vidonda vya mdomoni, basi maji ya chumvi, asali ni tiba nzuri mno. Changanya maji ya chumvi na asali, alafu oshea mdomoni mara mbili kwa siku. Tafuta maji, weka chumvi kidogo, weka na asali humo, alafu oshea mdomoni asubuhi na jioni, vidonda vya mdomoni vitakwenda kuondoka. Pia una vidonda vya kwenye koo, tumia huo mchanganyiko kusukutua, utakwenda kupona moja kwa moja. kumi na mbili, nikupe dawa ya maambukizi ya masikio. Unaumwa masikio, sikio lako linauma? Basi nikwambie, mafuta ya kitunguu saumu ni dawa. Tafuta kitunguu saumu kiwe cha kutosha, kiponde ponde Weka jikoni, chemsha jikoni, hiyo rojorojo rojo ya kitunguu saumu iwe ya kutosha. Ukisha pasha jikoni, toa, weka kwenye kitambaa kisafi. Ikiwa vuguvugu vugu ama imepoa, kamulia tone moja hadi mawili kwenye kila sikio. Hakikisha umepasha kitunguu saumu, ama kama utayapata mafuta kitungu ya kitunguu saumu, yapashe kidogo, yawe vuguvugu, kwa mbali dondoshea tone moja kwenye sikio kwa uangalifu mzuri maumivu ya sikio, maambukizi ya sikio yatakwenda kupona moja kwa moja. kumi na tatu ni kupe tiba ya nywele kudhoofika. Nywele zako zimedhoofika, mafuta ya nazi, kitunguu maji ni dawa. Saga kitunguu maji, changanya na mafuta ya nazi, pakaa kichwani mara mbili kwa wiki. Kila wiki pakaa mara mbili, unaweza ukachagua upakae Jumatatu na Ijumaa ama Jumanne na Alhamis, wewe utakavyo. Lakini kwa wiki tumia huu mchanganyiko mara mbili, pakaa kichwani alafu acha ibaki kichwani. Baada ya muda wa nusu saa, osha vizuri nywele zako kwa maji ya vuguvugu, safi kabisa. Huu ni mchanganyiko wa kitunguu maji na mafuta ya nazi, pakaa kichwani. Ni tiba nzuri sana kama nywele zimedhoofika, nywele zina afya mbovu mbovu. Hii ni kiboko. Kumi na nne. Nikupe hapa, maambukizi ya sehemu za siri. Umepata maambukizi sehemu za siri, basi tiba yake ni majani ya mti wa mwarubaini. Chemisha majani ya mti wa mwarubaini alafu, hayo maji yake yayo yakishapoa, yakiwa vuguvugu, kwa mbali oshea sehemu zilizoathirika. Tumia kuoshea mara moja tu kwa siku, ilo zoezi lichukue dakika kumi mara moja tu kwa siku. Ndani ya siku mbili utakuwa umepona maambukizi hayo ya sehemu za siri. Majani ya mti wa mwarobaini, chemsha vizuri, ipua yakiwa vuguvugu, oshea sehemu iliyoathirika. Kumi na tano ni kupe dawa ya kuepuka kutokwa jasho jingi. Una changamoto ya kutokwa na jasho jingi? Majani ya mpera ni dawa. Chemsha majani ya mpera tumia hayo majani ya mpera, maji yake hayo kuoga kila inapofika jioni. Kabla ya kwenda kulala, oga hiyo dawa. Tafuta majani ya mpera mengi, chemsha kwa wingi, maji yake hayo oga kila siku jioni yakiwa vuguvugu, siyo ya moto. Hivyo changamoto ya kutokwa jasho jingi itakwenda kuondoka. 16. Je, mdomo wako unawasha? Maji ya chumvi, juisi ya limao ni dawa sehemu za mdomo kama zinawasha, chukua maji ya chumvi, chukua limao, changanya alafu oshea sehemu za mdomo ambazo zinawasha, ama sugulia hapo mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Changamoto ya mdomo kuwasha ama kuhisi kuungua itakwenda kuondoka. 17, ni kupe dawa ya maumivu ya tumbo. Unaumwa tumbo? Majani ya mpera, tangawizi ni dawa chemsha majani ya mpera pamoja na tangawizi chuja vizuri kunywa mara mbili kwa siku asubuhi jioni maumivu ya tumbo yatakwenda kuondoka je unakosa nguvu za kiume mwanaume hauna nguvu za kiume tafuta ufuta asali karanga ndiyo ufuta asali karanga saga karanga zako saga pia ufuta wako, changanya weka humo na asali, tumia hiyo, kula kijiko kimoja kwa siku mara mbili, utaona tofauti kubwa sana, utaona uimara unarejea kwako kwa kasi sana. Ufuta asali, karanga. Nikupe tiba ya kumi na tisa ni kikohozi, na hapa nazungumzia kikohozi cha watoto. Mwanao yupo na kikohozi, tafuta asali na tangawizi kidogo na asali. Chukua na tangawizi kidogo, changanya, tumia kijiko kidogo kumpatia mtoto mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Asali tone kidogo tu na tangawizi hapo kidogo tone, tumia hiyo ifikie saizi ya kijiko kimoja, mpatie mtoto. Kikohozi kitaondoka kwake ishirini. Nikupe dawa ya kuondoa tatizo la kuvimba koo. Kama una hiyo changamoto, tumia tangawizi, chumvi na asali. Chemsha ya tangawizi, ongeza humo na chumvi na asali, alafu tumia kusukutua au kunywa kabisa huu mchanganyiko. Koo lako limevimba linauma, utapona moja kwa moja. tangawizi chumvi na asali. Huu mchanganyiko ukitumia ni nzuri mno kwa wale wenye changamoto ya koo kuvimba. ishirini na moja ni kupe dawa hapa ya kukosa usingizi. Unakosa usingizi, tumia mnanaa, mchaichai, mdalasini, utapata usingizi. Chemsha mchaichai, kunywa kabla ya kulala. Chemsha mnanaa pia, kunywa kabla ya kulala. Chemsha pia mdalasini, kunywa kabla ya kulala utapata usingizi mzuri kabisa. 22 b ni kupe dawa ya maambukizi ya ngozi. Una maambukizi ya ngozi, dawa yake ni mwarubaini, mafuta ya nazi. Paka majani ya mwarubaini au tumia mafuta ya nazi mara mbili kwa siku, ni tiba nzuri mno ya maambukizi ya ngozi. 23 kama unakosa hamu ya kula tumia limao, kitunguu saumu. unakosa hamu ya kula basi saga kitunguu saumu, changanya na maji ya limao, kula huo mchanganyiko, utapata hamu ya kula. Kitunguu saumu kisage, weka na maji ya limao, tumia kulamba huo mchanganyiko, utapatwa na hamu ya kula. 24, nikupe dawa ya kuondoa kutapika. Unatapika, tumia tangawizi limao, changanya juisi ya tangawizi na limao, kunywa mara mbili kwa siku asubuhi, jioni, kutapika kutaisha. Una maambukizi ya tumbo? Ni kwambie, tiba yake ni maganda ya komamanga. Chemshe ya koma maganda yaliyosagwa ya komamanga, maganda yake yachemshe kwa muda wa dakika 10, chuja, alafu kunywa huo mchanganyiko kikombe kimoja kutwa mara mbili kila siku, maambukizi ya tumbo yataondoka. 26. Kama unasumbuliwa na kifua kikuu yani TB, mwarobaini asali ni dawa. Chemsha mwarobaini chemsha kwa muda wa dakika kumi hadi kumi na tano chuja, changanya na asali, alafu kunywa mara mbili kwa siku, kifua kikuu TB vitaondoka. 27. Ni kupe dawa ya kuondokana na tatizo la choo kigumu, majani ya mlenda Mboga za majani ni tiba ya kuondokana na choo kigumu. Chemsha majani ya mlenda ama mbogamboga, mboga za mlenda ama bamia, chemsha alafu tumia kwa kula, utapata choo kizuri. Lakini pia kula mara kwa mara mboga za majani ni nzuri, tena kama ni mboga zimepandwa sehemu nzuri, hazijatumia makemikali, kula hivyo hivyo zikiwa mbichi, ni tiba nzuri mno ya kuondokana na tatizo la choo kigumu ishirini na nane. Ni kupe tiba ya presha ya damu ya chini. Presha ya damu, tumia tangawizi na chumvi kidogo. Saga tangawizi, tengeneza iwe kama juisi, usichemshi yaani. Saga weka maji hapo upate juisi ile ya tangawizi, weka humo na chumvi kidogo, kunywa hiyo nzuri kutwa mara mbili, asubuhi mara moja na jioni mara moja tangawizi ile juisi yake umetengeneza vizuri umesaga umeweka maji umepata juisi yake, weka humo na chumvi kidogo, alafu kunywa hiyo, nzuri sana. Kingine, maumivu ya kichwa. Kama una maumivu ya kichwa, tangawizi, ndimu, mnanaa ni tiba nzuri. Changanya juisi ya tangawizi, weka na ndimu humo, pakaa kwenye paji la uso, au kunywa chai ya tangawizi, maumivu ya kichwa yataondoka. Thelathini. Hapa, kama wewe ni mwanaume una changamoto ya kuwa na mbegu chache, mbegu zako ni kiduchu, tumia korosho, asali, tangawizi. Tafuta korosho, saga, weka pia tangawizi kidogo, weka na asali. Huo mchanganyiko huo, tumia kijiko kimoja kila siku, kutwa mara mbili, asubuhi, jioni. Lakini unaweza kuamua mara kwa mara kuwa unakula korosho, karanga, mbegu za maboga asali safi kabisa hivi vyote huongeza wingi wa mbegu kwa wanaume. 31. Kama una changamoto ya hedhi, ni kuambie mlonge, mdalasini, mchaichai ni tiba nzuri kwa wale wote wenye changamoto ya hedhi. Tumia chai ya mdalasini na unga wa mlonge, kunywa huo mchanganyiko kutwa mara mbili, asubuhi jioni. Matatizo ya hedhi yatakwenda kuondoka. Kingine ni pumu. Unasumbuliwa na pumu, yaani athma? Tumia ufuta tangawizi, kitunguu saumu, ni tiba. Chemsha tangawizi, changanya humo na ufuta, ukisha chemsha chuja, weka na asali, kunywa huo mchanganyiko kutwa mara mbili, asubuhi jioni, changamoto ya pumu athma itakwenda kuondoka. Tangawizi weka na ufuta humo, msafi kabisa, chemsha vizuri, chuja weka na asali humo kidogo kunywa alafu lete majibu hapa changamoto ya pumu itakaa mbali na wewe kingine kama unavimba mwili e, mwili wako unavimba tiba yake ni majani ya mtopetope pamoja na mpapai changanya majani ya mtopetope na majani ya mpapai vyote vichanganye chemsha kwa pamoja chemsha kwa muda wa dakika 15 chuja acha ipate vuguvugu ipoe kunywa kikombe kimoja kutwa mara mbili, asubuhi jioni. Changamoto ya kuvimba mwili itaondoka. Kingine, unapata maumivu ya viungo, basi dawa yake ni tangawizi, mdalasini na mchaichai. Chemsha tangawizi, weka na mdalasini ndani yake humo, chemsha kwa dakika kumi, chuja, kunywa. Maumivu ya viungo yataondoka lakini pia unaweza kuamua kutumia kunywa mchaichai mara kwa mara, changamoto ya maumivu ya viungo vya mwili yataondoka. Mwisho nikwambie kama unaumwa UTI, unaumwa UTI, yaani maambukizi katika njia ya mkojo. Majiani ya mnanaa, juisa limao, majiani ya mpera ni tiba ya ugonjwa wa UTI. Tafuta majiani ya mnanaa, majiani ya mpera, changanya, chemsha. Ukisha chemsha ukiipua, kamulia humo na maji ya limao, alafu kunywa mara mbili kwa siku, asubuhi jioni. Changamoto ya maambukizi ya mkojo, yani UTI vitakwenda kuondoka. Bila shaka umepata mawili matatu. Chakula cha ubongo kwa siku ya leo. nimekuletea orodha ya magonjwa 35 ambayo unaweza kuyatibu kwa tiba za asili, na bila shaka umeambua ambua Asante kwa muda wako, asante kwa sikio lako. Mwenyezi Mungu jaalia, aliye juu mbinguni akubariki, uwe na siku njema yenye baraka tele, na akuepushe na changamoto za kwenye hii dunia. Mimi ni ndugu yako Dastan Fredi Kamala. Hadi wakati mwingine.